Mheshimiwa Mstafa Siani, tambua uwepo wa mwanasheria mkuu wa serikali ndugu yangu Hamza Johari, tambua uwepo Mheshimiwa waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damasi Ndumbaro, tambua uwepo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge Mheshimiwa William Lukuvi, tambua uwepo wa mwalimu wangu uh, na waziri wa habari, utamaduni na michezo Mheshimiwa Profesa Kabudi. Pia natambua uwepo wa mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosimeri uh, Shinyambari ta, tambua uwepo wa uh, kamishina wa maadili Mheshimiwa Jaji Sivangeri Mwangesi, tambue uwepo wa mtendaji mkuu wa mahakama ndugu yangu Profesa Ole Gabriel tambue uwepo wa katibu wa bunge ndugu yangu Baraka Leonard. Uh, mwisho ni kule nitambue uwepo wa katibu mkuu Ikulu ndugu yangu Mururi, uh, Majura Maendeka. Lakini nitambue uwepo wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wakiongozwa na mkuu wa majeshi General Jacobo Mkunda na Mheshimiwa mahakimu mlio kupata fursa pia ya kujumuika na sisi natambua uwepo wa viongozi wa dini sisi kuwepo kwenu ni faraja sana na Mungu aendelee kubariki sana wengine wamesafiri kutoka mbali kuja kwa ajili ya tukio hili muhimu kwa ajili ya kuendelea kutuombea kwa ajili ya amani na ustawi wa taifa hili lakini pia nitambua uwepo wa watumishi wote wa Ikulu ambao mimi nimepata kufanya kazi nao katika awamu mbili tofauti na leo wako hapa pengine bila ushirikiano wao na mimi nisingepata fursa ya kusimama mbele yangu hapa wengine hawako hapa lakini nimefanya kazi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali nao nitambue uwepo wa walioko hapa siwezi kukumbuka na mliona na miwani hii wakati fulani kwa mbali kule siwezi kuona lakini nitambue uwepo wa waandishi wa habari na ao walinisaidia sana wakati wote ninapofanya kazi Leo sitakuwa na mengi ya kusema, ni siku ya shukurani. Huwa nina mahusiano na wao, na hata msije mkanihoji baada ya hapa, ila sitakuwa na la kuzungumza kusema kweli, ni... <laughs> sitakuwa na la kuzungumza na, na, na Profesa Ibrahim Juma amenisaidia sana na hili. Mimi sio jukwaa langu leo, ni jukwaa la Mheshimiwa Rais wetu, na yeye ana shughuli nyingi, kwa hiyo nisingependa kuharibu siku ya leo siku ya furaha, siku ya shukurani, siku ya, ya kutafakari maisha yetu ya baadaye baada ya hapa, lakini na siku ya kama ya ibada vile kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha tukio hili. Kwa hiyo na Watanzania ambao wanafuatilia tukio wa hili, nawashukuru sana. Mungu aendelee kuwabariki sana. Mheshimiwa Rais, kama nilivyotangulia kusema, namshukuru Profesa kwa yale aliyosema hapa, mimi amenifanya ya kazi yangu kuwa rahisi kwa tukio hili la leo. Namshukuru na sana Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake kwa kuniwezesha kufikia hatua wa hii. Kila siku ya Mungu huwa nasoma Zaburi ya mia moja na tatu kila siku ya Mungu inayokuja huwa nasoma Zaburi ya mia moja na tatu kwamba uwepo wangu mimi na udhaifu wangu na dhambi zangu na maovu yangu unategemea tu rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu mingi, na ndio maana muda wangu mwingi pia huwa nautumia kwa ajili ya ibada. Na Mheshimiwa Rais, nilipokuja hapa kitu cha kwanza uliniambia Masaju, na kufahamu usiache kwenda kwenye ibada. Nilikuwa nenda kwenye ibada nikiwa na imani kubwa kwamba nina kibali cha Mheshimiwa Rais wetu. Maana hapa Ikulu watu wengine wasije wakasema huyu anamdharau Rais, ashiriki shughuli za Rais. Lakini nilikuwa nenda kwenye ibada nina amani sana na ni mara mbili tu nilikuja nadhani na, na nilikwambia siku ile kwamba Mheshimiwa Rais, ninapobidi nitakuja. Katika maisha yangu yakaa hapa nilishiriki matukio mawili nilipokuja siku ya Sabato. Kwa hiyo nakushukuru sana, nakushukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa kuniona nafaa, kuniamini, ukaona kwamba naweza kuendelea kukusaidia kuongoza muhimili wa mahakama ya Tanzania ambao ni mojawapo ya mihimili mitatu inayounda serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki sana katika maisha, katika utumishi na shughuli zako za umma za kila siku. Na kama nilivyosema mwanzoni, Profesa ameniishia mimi ambacho ningeweza kukisema. Ninachoweza kusema tu mbele yako mheshimiwa rais ni kwamba sisi, kazi yetu, muhimili wa mahakama ni kutoa haki na katiba katika ibara mia moja na saba capto a na capto b imetueleza kanuni zinazotuongoza. Na katika hizi sheria zote zinazotungwa huwa zina mambo matatu, zinazungumza masilahi ya haki, masilahi ya umma na masilahi ya taifa, sheria zote kiziangalia ndivyo zilivyo. Na katika kutoa haki tumeweka, tumepewa kanuni ambazo zinatuongoza, na mojawapo ya kanuni ni kutenda haki uh, kwa watu wote bila kujali hali ya mtu kiuchumi na kijamii, lakini pia kuharakisha utoaji haki uh, isipokuwa kama kuna sababu ya msingi, lakini pia kutofungwa na masharti ya kiufundi yanayoweza kusababisha haki kutotendeka ipasavyo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo sisi nda, katika mahakama ya Tanzania tutaendelea kulisimamia. Ulipokuja kutuzundulia majengo yetu siku ile, nadhani ilikuwa tarehe nne au tarehe tano mwezi wa nne, mimi nilikuwa umenituma kazi kule Ngorongoro, nilikusikiliza uh, kwenye YouTube kwa hotuba, ile hotuba ulisema hivi serikali imeimarisha miundombinu ya, ya mahakama. Kuna vituo ama majengo haya ya haki jumuishi vituo vya haki jumuishi na sasa, Mheshimiwa Siji amesema imebaki tisa vya kukamilishwa. Mule huko kuna masijara, kuna vyumba chambers za majaji, wakati fulani wanaenda wakakaa wanne watano. Uh, nilichokuelewa mimi ni kwamba kana kwamba unatuelekeza au kutushauri tuangalie, na kwa sababu sisi moja ya kanuni zetu kule mahakama ni citizen centric service Yani kwa Kiswahili yani huduma zinavyolenga mwananchi wa kawaida. Kwa nitaenda kushauriana na wenzangu tuone namna gani tunaweza kutekeleza uh, maelekezo haya ili kusogeza huduma zetu karibu na wananchi. Na hii ina faida kwa sababu hii moja ya njia ambayo inaweza kuharakisha utatuzi wa wa, wa migogoro, yani watu kupata haki zao mapema. Na kuna masuala pia ya kiuchumi na jaji mkuu ameyazungumzia. Senta kama ya Dar es Salaam ndio mji mkuu wa kibiashara. Ameongelea juu ya ustawi na sisi mahakama tuna mchango. Nitashauriana na wenzangu kuona namna gani tunaweza kuboresha hivi hivi. Kwa mfano tunaweza tukawa na uh, mahakama ya rufaa ambayo inafanyia kazi permanent ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha au hata Mbeya. Hayo ni mambo ambayo mheshimiwa rais, kwa sasa siwezi kusema nikiwa na confidence kwa sababu ni mambo ya kwenda kushauriana na wenzangu na namna gani tunaweza kuyafanya ili kurahisisha. Tukifanya hivi uchumi utaenda haraka, watu watapata haki zao kwa haraka na, na Mungu ataendelea kulibariki taifa letu hili. Na la pili ambayo pia mheshimiwa rais ningeomba na nakuomba sana na kuomba sana mheshimiwa rais. Ninapoendeleza pale mheshimiwa jaji mkuu alipoishia kuna kipindi tulikuomba kuhusu ile zumari iliyopigwa kule Zanzibar na kwa kawaida, zumari ikipigwa Zanzibar husikika <laughs> maziwa makuu. Na kwa hiyo ninachokuomba mheshimiwa rais, kwa muda mrefu sikumbuki, pamoja na kukaa kwangu hapa ikulu kwa miaka mingi, kama kuna rais labda Profesa Ibrahimu na Profesa Kabudi wao kwa vile ni, wa, ni watafiti wanaandika andika kama kuna rais kuanzia kwa Mwalimu Nyerere mpaka sasa aliyewahi kwenda kufanya mkutano na majaji <laughs> kwa pamoja sikumbuki, kama, kama kuna rais basi waina hiyo. Uh, si, si, si, si vibaya tena uh, nawe mheshimiwa rais tunakuomba sana kwa wakati wako mwafaka, kutokana na ratiba zako na mambo mengi, nikuombe na kukualika kwa niaba ya wenzangu, basi utenge muda uje uzungumze na watumishi wa mahakama wote pamoja na majaji. Kama muda utaruhusu, tutazungumza na utaunganisha wote, lakini tunaweza tukaanza na majaji kwa sababu muda wako ni mdogo. Kwa hiyo katika hapo tutazungumza mambo mengi, mazingira ya kazi zetu namna gani, usikivu, kuimarisha usikivu wa ile zumari iliyopigwa Zanzibar na huku kwetu inasikika <laughs> kwa hiyo baada ya kusema haya, Mheshimiwa Rais, sina mambo mengi ya kusema, na kama nilivyosema, Profesa amenisaidia sana kwa yale ambayo ningeweza ni kusema, na leo hii sio sio foramu yangu. Narudia kusema na kuwashukuru ndugu zangu ninyi wote mliokuja, viongozi na watumishi wenzangu, kwa kutenga muda wenu kuja kwenye tukio hili, kusherekea siku hii, kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu ambaye mimi naendelea kumwomba siku zote aendelee kunisimamia kwa ajili ya utumishi katika nchi hii. Mimi naendelea kuwa mtumishi wa umma. Nilipoapishwa kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali waandishi wa habari waliniuliza wa..., nikamwambia sikiliza, <laughs> mimi ni mtumishi, mniteni tu mtumishi. Nikaeleza sababu kwa nini nikamwambia, kwa mujibu wa sheria ya utumishi wa umma mimi ni mtumishi wa umma. Kwa mujibu wa ibara ya thelathini na tano ya katiba mimi ni mtumishi wa serikali. Lakini rais, nilikusikia kule Zanzibar wakati tunamwapisha naibu waziri mkuu kwamba sisi viongozi ni watumishi wa umma, tunatokana na watu tunawajibika kwa watu, na niogopa sana kujitutumua. Wale wote niliofanya nao kazi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, hata akiwa alikuwa mhudumu, siku zote wananiita mimi ni mtumishi. Sio mtumishi wa kanisani, mtumishi wa umma. Kwa nabaki kuwa mtumishi wa umma pamoja na kwamba na cheo hiki. Kwa waandishi wa habari nitangulia kusema, sisi huku serikalini huwa tunawasiliana kwa maandishi, kwa barua na mambo mengi ni asili. Lakini ukitaka communicate na public, ukitaka kuwasiliana na umma, lazima watafute watu wa vyombo vya habari. Kwa hiyo mimi, milango yangu iko wazi. Serikali yako hii imefanya mambo makubwa chini ya kipindi hiki, mahakama imekuwa ikiaeleza, lakini mengine basi tu watu hawazingatii wa tutaendelea kuingeji waandishi wa habari kusudi watusaidie kueneza mambo mazuri yanayofanywa na mahakama. Mheshimiwa Rais, naomba nisikuchoshe, kuna ratiba nyingi. Kwa mara nyingine tena nakushukuru. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki na wote mliokuja kushangilia na kusherekea swala hili. Mungu aendelee wa kuwabariki sana. asanteni sana. Asante Mheshimiwa George Masaju, jaji mkuu wa Jyogi Masaji, Jyogi Tanzania, tunakushukuru, na kwa heshima na taadhima naomba